Habari, karibu kwenye video hii ambapo leo tutazungumzia malezi ya watoto ambao hawana baba, yaani watoto ambao wanalelewa na mama peke yake. Ninazungumzia watoto ambao wanapata malezi kupitia mama tu bila kuwa na baba nyumbani, watoto ambao wanalelewa na single mothers. Ninapozungumzia malezi ya watoto maana yake ni kuhakikisha kwamba watoto hao wanakuwa na mafanikio, wanakuwa na furaha na wanakuwa na tabia nzuri. Kulelewa na mama peke yake sio kwamba ni dhambi au kulelewa na mama peke yake sio kwamba hao watoto wanakuwa wametengwa na jamii au wanakuwa wana matatizo. Hapana, mambo yanayotokea kati ya baina ya wazazi wawili yanapaswa yasiwaathiri watoto katika mfumo wa maisha yao yote siku zote wanapokuwa. Twende tukaangalie hatua moja moja za malezi ya watoto wanaolelewa na mama peke yao bila baba. Nimeandaa mambo tisa ambayo tutaenda kuyazungumzia. Tutaanza na jambo la tisa mwisho, tutaenda moja kwa moja mpaka jambo la kwanza. Lakini kwa kuanza na jambo la tisa, tunaweza tukasema kwamba kuepuka kujenga hisia za kukosa mipaka ni muhimu. Mama asiruhusu mtoto kujisikia kwamba anapaswa kuwa msaidizi wake wa kiuchumi au wa kihisia. Watoto wanapaswa kuwa na nafasi ya kuwa na maisha yao na ustawi, kando na changamoto zinazohusiana na malezi yao. Kujenga mipaka itasaidia mtoto kuwa na uhuru na nafasi ya kukuambia shinikizo la ziada. Jambo la nane ni kufafanua jukumu la wanawake na wanaume katika familia Wamama wanaolea watoto peke yao wanaweza kuwa na jukumu la kuwafundisha watoto maana ya kuwa na uhusiano mzuri kwa kila jinsia. Ingawa mtoto hana baba, ni muhimu kumfundisha kuhusu dhima ya wanawake na wanaume katika jamii. Mama anaweza kumfundisha mtoto wake kwamba uhusiano wa kike na kiume ni muhimu na kumsaidia mtoto kujua umuhimu wa kuheshimu wanawake na wanaume katika maisha yake. Jambo la saba ni kutoa msaada wa kihisia na kisaikolojia. Watoto wanahitaji msaada wa kihisia wakati wanapokuwa. Mama anapaswa kuwa na uelewa na uvumilivu wakati mtoto anapokutana na changamoto za kihisia. Kujenga hali ya usalama na kujali hali ya kiakili ya mtoto ni muhimu ili kumsaidia kukua akiwa na imani na furaha. Jambo la sita ni kuwa mfano wa ujasiri na kujitegemea. Mama anapaswa kuwa mfano wa ujasiri na kujitegemea. Watoto wanapojionea mama zao wakijitahidi na kuwa na nguvu za kimaisha watajifunza kuwa na tabia ya kujitegemea na kumudu changamoto za kimaisha. Kuwa na malengo na juhudi za kufikia mafanikio kutaweza kumfundisha mtoto kuwa na mtazamo chanya na kutokata tamaa. Jambo la tano ni kuelekeza mtoto kwenye mifumo bora. Watoto wanaoelekezwa na mama pekee wanahitaji kuelekezwa vizuri katika jamii. Mama anaweza kuwafundisha watoto wake kuhusu maadili, umoja wa familia na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Watoto wanapojua umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, watajua kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo yao. Pia wana uwezekano mkubwa wa kuwa watu wazima wenye maadili na ufanisi. Jambo la nne ni kutoa mazingira ya upendo na usaidizi. Ni muhimu kutoa mazingira ya upendo, utulivu na msaada kwa mtoto. Hii inajumuisha kuhakikisha mtoto anapata elimu bora, usaidizi wa kihisia na maelekezo bora. Wamama wanapokuwa na msaada wa kifamilia au marafiki inasaidia kutoa nafasi ya kuimarisha uhusiano wa mtoto. Jambo la tatu ni kuwa kiongozi na mfano bora. Hata kama mtoto hana baba, mama ana nafasi ya kuwa kiongozi na mfano bora. Watoto watajifunza kutoka kwa mama yao jinsi ya kuwa na maadili, tabia nzuri na kufuata malengo. Kuonyesha mfano mzuri kwa vitendo kama vile kuwa na nidhamu, kujitolea na kufanya kazi kwa bidii kutamfundisha mtoto kuwa na msimamo mzuri. Jambo la pili ni kujenga uhusiano mzuri na watoto. Watoto wanahitaji kujisikia kuwa na usalama na upendo kutoka kwa mama zao. Kujenga uhusiano imara na upendo, uaminifu na mawasiliano ya wazi ni muhimu kwa ustawi wao. Kuonyesha upendo, kumwambia mtoto kwamba anapendwa na kumtunza kwa karibu kutasaidia kujenga hali ya kujithamini na utu wema wa kihisia. Jambo la kwanza ni kuelewa changamoto za malezi bila baba. Malezi ya watoto bila baba yao yana changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na ukosefu wa mfano wa kiume. Hata hivyo, wamama wanaweza kuwa na jukumu kubwa katika kumsaidia mtoto kuwa na maadili na tabia nzuri na mafanikio. Kama umependa video hii, tafadhali usisite kusambaza kwa watu wengine ili wamama wengi waweze kujifunza. Asante kwa kutazama. Huu ni mwongozo wa malezi sahihi ya watoto wanaolelewa na mama bila baba yao. Usisite kushea, kulaiki na kusubskribu kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu zingine zinazofuata. Tunakuomba pia uweze kusambaza video hii kwa watu wengine ili single mothers wengi wapate kufahamu na kujua jinsi ya kulea watoto wao kwa misingi sahihi. Asante sana kwa kutazama video hii na kusisitiza pia usisahau kuacha maoni yako kwenye video hii. Asante.